Leo ni siku yetu ya kumi kuwa ndani ya wilaya ya Kiela, ambapo tunamsaidia mzee Obedi Ambonisye kumjengea nyumba, na hili ni kutokana na hali aliyonayo kwa maana ya kwamba ni mtu mwenye ulemavu. Na ujumbe huu tulikuja nao hapa wilayani Kiela baada ya kuagizwa na kiongozi uh, wetu ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya Tulia Trust, lakini pia Uh, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Umoja wa bunge duniani, na mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson. Baada ya kufikishiwa ombi uh, hili la huyu mzee kwamba anaishi kwenye mazingira ambayo sio rafiki, yeye pamoja na familia na familia yake. Na mzee huyu ana mke mmoja na ana watoto na watoto wanne, wapo wanaosoma, lakini wapo ambao hawasomi kulingana na hali halisi ya maisha ambayo yeye amekuwa akiyaishi hapa uh, wilayani Kela kwenye kata hii ya, ya Matema na tulifika wilaya ya Kela tarehe kumi, na, e, tarehe kumi na, na, na moja na tarehe kumi na mbili tulianza rasmi ujenzi na leo itakuwa ni siku ya kumi toka tulipoanza ujenzi. Uh, japo hapa katikati zipo nyakati ambazo tulikuwa uh, tufanye ujenzi kwa sababu ya hali ya hewa, kwa maana kwamba kuna kipindi mvua zina, zinanyesha, lakini kipindi ambacho mvua zilikuwa zinyeshi ujenzi ulikuwa unaendelea, na moja ya maelekezo tuliopewa ni kwamba ujenzi ulipaswa tu ukamilishe ndani ya siku siku kumi na nne, lakini kutokana na hizi changamoto za, za hali ya hewa, kwa hiyo siku itasogea kidogo ndio kidogo mbele, kama ambavyo mnaona kazi ina, inaendelea na kwa spidi kwa spidi kubwa kwao. Tunategemea uh, kufika mwishoni mwa mwezi huu tutakuwa tumekamilisha ujenzi huu na kuweza kumkabidhi mzee Obedi Ambonisye ya nyumba yake ili na yeye sasa aweze kuishi na familia yake. Na nyumba hii ina vyumba vinne vya kulala, lakini pia ina sebule, lakini pia ina choo cha ndani na ina choo cha nje. Sasa kwa nini tumefanya choo cha ndani? ni kwa sababu ya hali aliyonayo. Ziko changamoto ambazo huwa anakuwa anazipitia nyakati za, za usiku, kitu ambacho kilitupelekea kuhakikisha kwamba tunamjengea tuna cho, cho, cho ya ndani. Na hii itakuwa ni nyumba ya kumi na nane kuijenga kupitia Tulia, Tulia Trust, ambapo ndani ya mkoa wa Mbeya itakuwa ni nyumba ya kumi na sita na nje ya mkoa wa Mbeya tumejenga nyumba, nyumba mbili. Kwa hiyo tunategemea kufanya kufanya hivyo mwezi huu mwishoni, kuweza kumkabidhi mzee Obedi Ambonisye ya nyumba yake ili aweze ya kuishi na familia yake. Kwa majina anaitwa Obedi Ambonisye Mwanpare, ni mkazi wa kijiji hiki cha Matema. E, nimefurahi nyumba yangu inaishia kingoni, nimefurahi sana sana, ni furaha kubwa. E, nawashukuru e, viongozi Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, e, Tulia Ackson Mansasu, spika wa bunge na rais wa mabunge duniani. Nawashukuru, nawashukuru, wameniokoa na kuniweka mahali pazuri. Sasa ndoto yangu imetimia, nimefurahi sana sana sana Nimefurahi sana e, familia yangu kwa, kwa awali ilikuwa katika maisha ya chini kabisa. Nimejitahidi kufanya jitihada mimi na mama kwamba labda tutafikia kiwango fulani, lakini ilikuwa imeshindikana, ilishindikana kabisa kabisa, hasa tulipofikia hatua ya kuanza kusomesha watoto, ndipo mambo yakawa magumu zaidi kati mwingine nilikuwa najaribu hata siu niweke harambei kwamba labda ni, ni, watu wanichangie, lakini pia harambei ilikuwa inagoma, kwa sababu harambee unahitaji labda uandae vyakula vinywaji e, na vitu na mbalimbali. Hali kama hii nilikuwa inaleta shida kwangu e, leo nime, najisikia vizuri. Wakati mwingine naweza nikasema na nacheka bila eh, bila kujua nacheka kwa namna gani, manake ile hofu na eh, semeji hofu ambayo nilikuwa nayo, ambayo ilikuwa ni inanifanya niwe nashindwa hata kulala. Nadhani niwahi kusema huko nyuma kwamba kuna wakati fulani nilikesha bila kulala usingizi nikiwaza kwamba nyumba hii itaniangukia na watoto. Najisikia vizuri sana nina amani moyoni kabisa kabisa. Mimi naishukuru serikali ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa mikakati inayofanyika kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye ulemavu na jamii zingine ambazo zip, zina matatizo kama haya. Nawashukuru pia Watanzania wenzangu wote popote pale walipo kwa kuwa na moyo wa kuchangia wanapoona shida. Kwa mtu, moyo huo uendelee. Majina naitwa Agrey Ageni Mkilasa, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Matema. Nimeshiriki kwa namna moja ama nyingine toka tukio hili lilipoanza. Kwanza nilianza kushiriki tukio la kwanza ambalo ipindi online TV walikuja kwa ajili ya kuzungumza na mzee, kujua changamoto zake na namna ambavyo anapitia lakini tulifanya vizuri na lile jambo lilikwenda mbali zaidi mpaka kumpata Mheshimiwa Rais, na Mheshimiwa Rais ndipo akatumia nafasi ya kutuma wawakilishi ambao ni watu kutoka Tulia Trust ambao pia walifika kwa mara ya kwanza, na wao pia kuja kumhoji mzee wetu Obed Ambonisye ambaye alijaribu kuzungumza mambo mengi sana. Baada ya kuzungumza kwa hatua zile za awali, ilionyesha mzee wetu amekuwa na changamoto kubwa anazozipitia ikiwemo makazi yake, lakini pia ikiwemo watoto ambao wanasoma shule. Mmoja ameacha, lakini mwingine anasoma shule ya sekondari Rupata, ambaye alishindwa kumlipia ada ambayo analipa shilingi laki saba kwa mwaka, lakini pia ikiwemo mtoto mwingine ambaye anaishi nyumbani, ambaye anasoma shule ya msingi Matema, pia kukosa mahitaji ndipo wakazungumza baadaye, wakapeleka taarifa mwisho, walikuja awamu ya pili, wakileta mchele debe mbili na nguo za kutosha kwa ajili ya familia. Lakini baada ya hapo walijaribu kutueleza mambo mengi sana, lakini pili, ndipo wakatumia nafasi ya kwamba sasa kuna uwezekano mkubwa wa kuanza kumjengea nyumba mzee wetu Obedi Ambonisye. Lakini shukrani sana kwa mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa kupitia Tulia Trust ambao wako chini ya spika wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na mbunge wa jimbo letu la Mbeya na spika naibu na spika wa mabunge yote duniani ambao wameendelea kufanya kazi kubwa sana katika ujenzi wa nyumba hii. Kiukweli spidi toka tumeanza majukumu haya mpaka sasa, kwa kuwa chama tumekuwa tukishirikiana na watu kutoka Tulia, wameonyesha ushirikiano mkubwa, lakini pia kuonyesha bidii ya kufanya kazi. Mpaka sasa hapa ambapo nyumba imefikia, ni kwa takriban karibu siku kadhaa tu, lakini akiaa na mvua mpaka sasa tumekuwa nyumba, nahisi ingekuwa mwisho kwao. Mimi ninawashukuru rais wa jamhuri yetu ya muungano wa Tanzania, mama Samia Suluhu Hassan kwa upendo mkubwa, lakini namshukuru Tulia Akson Mwansasu kwa kazi kubwa aliyoifanya chini ya vijana wake wa Tulia Trust kwa kazi kubwa, na tumeona mambo makubwa yakiendelea ya hapa. Kwanza ni hiyo amani mzee ambaye ameipata, lakini pia ameeleza namna ambavyo mzee, kuna muda hata ukizungumza naye anaonyesha furaha, afu ajui anacheka nini. ndicho ambacho tunakiona kwa mzee wetu. Kwa mimi ninawashukuru sana sana tena sana. ni katibu wa wazazi tawi la tunawashukuru sana viongozi mliokuja wa Tulia kwa mzee wetu, ambaye ni kaka yangu Obed. Hata sisi majirani tulikuwa tunamwonea huruma kwa sababu alikuwa anapata shida sana sana, alikuwa anapata shida, ila kwa sababu hatukuwa na uwezo wa kwamba tutamsaidia nyumba yake, jinsi alivyojenga mpaka akashindwa kuimalizia. Tunawashukuru sana sana sana sana, hatuna mengi ya kuongea Tunawashukuru sana kwa kumsaidia Obedi. Ninawashukuru Wanatulia, ninaomba msaada tena kwa wale vilema mnaowaona, tunawaona, tunawaomba mkawaone kwa jicho la huruma. Asante, tunawasema asante, hatuna mengi ya kuongea. Msaada wenu mlioufanya, hata kazi inaonekana ni nzuri, hata baba aliyeisimamia ameisimamia vizuri sana.